Hey, mambo vipi? Karibu sana tunaendelea na kujifunza JavaScript. Na bado tupo katika kujifunza aina mbalimbali za operators ambazo tupo nazo katika language hii ya JavaScript. Video hii leo tuende tukajifunze kuhusiana na big int operators. Unajua kawaida JavaScript huweza kutumia aina ya namba ambayo inaitwa namba. Tuliweza kuona kule tulipokuwa tunajifunza literals, tulipokuwa tunajifunza data types. Tuliona kuna aina hii ya namba data type, uh, ambayo inajulikana kama ni namba. Lakini sasa namba ina limit yake. Na limit yake, wacha niweze kuonyesha hapa limit ya namba, pengine hauifahamu. So limit ya namba, tuchukulie tuandike hapa ili tuweze kupata jibu ni kuonyesha limit ya namba, console.log. Okay, so tuandike, alafu ndani humu, two then exponent, I mean power hamsini na tatu. Uone ita display ngapi? yeah. hii ndio limit ya Data type ya namba. Kwa hiyo namba ikizidi hapa, inakuwa tayari imetoka katika data type hii ya namba. Na maanisha nini? zaidi ya hapa, namba hizi ambazo unaziona, unaweza kupata error au value ambazo sio sahihi katika calculation yako. Unatakiwa uzingatie vitu kama hivi, na ndiyo maana sasa BigInt ikaletwa na hii modern javascript ambayo ilitambulishwa 2020 big int tuliweza kujifunza tulipokuwa tunazungumzia kuhusiana na data type kule kuhusiana na big int na hapa leo tunaikuta tena tunaiongelea tena kiundani kwa sababu ni vitu vya muhimu kuweza kuvitambua so hii ndio namba kubwa ya mwisho ambayo namba inafanya nayo kazi endapo itazidi ya hapa inaweza ikasababisha error ama ikaleta majibu ambayo sio sahihi katika calculation zako na mambo mengi ambayo yanaweza kujitokeza sasa na ndio maana nikakwambia tukatambulishwa hii aina nyingine ya data type ambayo ni BigInt, na inatumika hii kuweza kushughulika na zile namba kubwa sana, kubwa kuliko limit hii ya namba kama hii ambayo unaiona hapa kwenye console yangu. Na BigInt huweza kuandikwa kwa kuongeza herufi ya n mwishoni mwa namba. Namaanisha nini? Wacha niweze kuonyesha hapa kwa mifano. Let's say tupo na namba yetu normal number, just a normal number tu, normal number variable yetu sawa sawa, tuandike ile namba yetu. Acha kurahisisha, nirudishe ile, ni copy tu, na kuweza kuandika hii namba ni shughuli. So acha ni copy copy namba, then acha nirudi kwenye normal number. Saw sawa sawa, na paste hapa, tuweke na 1. Hii ni normal number, just ni variable yangu ya namba, nimeweza kuiassign namba hii hapa, hakuna shida yoyote ni safe number hadi mpaka kuweka hii 1 hapa. Kumbuka namba mwisho ni mbili, umeona? Lakini sisi tunaweka 1, hakuna tatizo, bado tupo katika safe area. Lakini sasa let's say tupo na variable nyingine ambayo tuiite big number, sawa sawa, tuipaste hii hapa, na mwisho hapa tumalizie na n. Tumesema big int namba zake zinakuwa zinamalizikia na n ili kutambulisha kuwa hii ni Uh, data type ya big int namba hii. So let's say console, nikuonyeshe kile ambacho kinaendelea hapa log normal, number, variable yetu hapa ambayo imehifadhi namba hii hapo na plus na 1. Tazama kile ambacho kimetokea, hakuna tatizo yoyote, ni sawa kabisa, imeweza kudisplay output safi kabisa. What if tupo na console nyingine hapa chini halafu tu plus na mbili angalia kile ambacho kinakwenda kutokea hii hii normal number ambayo sio BigInt ni namba ya kawaida tunajua mwisho wake ni hapa kuwa na mbili sawa so, sasa sisi tunakwenda hapa tunaijumlisha na mbili manake iwe hivi hapa manake iwe tatu hapa iwe tatu unaona kile ambacho kimetokea oh sorry hapa tujumlishe na mbili sasa hii sio sawa. Kwa nini sio sawa? Angalia kama ume notice. Hapa mwanzo nilijumlisha na moja ikatoka hii. Kwa nini sasa hivi nimejumlisha na mbili ikatoka hii hii? Umeona kama kuna kosa hapo. Na yote hii inasababishwa na ishu nzima hii ya limit hii ya data type hii ya number. Na ndio maana tukaletewa hii BigInt ambayo itatusaidia kuondoa era kama hizi. Labda kama hujanotice angalia vizuri hizi namba. Mwanzoni nilijumlisha na moja. Kwa nini nimepata jawabu hili? na mara pili nimejumlisha mbili na nimepata jawabu hilo hilo ambalo nililipata nilipojumlisha na moja. Tazama vizuri hapo, utaweza kunielewa kile ambacho namaanisha. Kwa hiyo hii ya pili kuna makosa hapa. So, kuweza basi, kuondoa makosa kama hayo, ndio Big Int inachukua nafasi. Sasa, mfano tupo hapa na console nyingine ambayo tutumie Big Int ni kuonyesha sasa Big Int ilivyokuwa ipo straight forward, haina shida katika kufanya kazi na namba kubwa. so, big number, alafu hapa to add na mbili lakini tumalizie na n kwa sababu tunafanya kazi na big int. Ukiangalia unaona hata rangi yake imebadilika, ipo rangi ya green, tofauti na namba za kawaida ambayo inakuwa ni blue, hii ikionyesha hii ni big int, na mwisho imemalizikia na uh, tatu, kwa sababu tumejumlisha namba yetu hii ya big int ambayo inamalizikia na moja tukaijumlisha na mbili imemalizika na tatu. Sasa hivi maana yake mbili imekuwa added, lakini tulipofanya kitu kama hiki katika namba na ile ya kawaida, integer ya kawaida, hatukuweza kufanikiwa kupata jibu la tatu huko mwisho. Ndio error ambazo zinaongelewa, majibu ambayo sio sahihi ambayo unaweza kukutana nayo utakapofanya kazi na namba kubwa na ukatumia data type ya namba ya kawaida. Natumai tumeweza kufahamiana hii concept ambayo nimejaribu kukuelezea hapa. Ni muhimu sana kuweza kuielewa kuhusiana na big int. Sasa tuangalie operators zinazofanya kazi na big int tuweze kuzielewa. Kwanza arithmetic operators ambazo tumeshajifunza huko nyuma katika video zilizopita muda mrefu, arithmetic operators ni aina gani za operators? So big int unaweza kutumia arithmetic operators kama kawaida tunaongelea plus, minus, times, division, addition, ya multiplication, exponential zile arithmetic operator. Lakini zote lazima ziwe big int. Usiweke namba pamoja na big int. Namaanisha nini? Wacha niweze kuonyesha kwa mifano hapa. Let's say tupo na let a ni sawasawa, tuandike hapa namba yetu kubwa, alafu tumalizikie na n kionyesha hii ni big int, alafu tupo na variable ya pili ambayo let b ni sawasawa, nayo pia ni big int. Then, console. Console.log. So hapa ni a ukijumlisha na b, angalia output ambayo tumeipata hapa katika Console yetu kwenye browser imechukuliwa hii big number ikajumlishwa na big number hii, ambayo a ukijumlisha b tumepata yapa kama unavyoona. So pia unaweza ukatumia aina nyingine zile za arithmetic operators kufanya kazi na big int data type value. So hapa mfano minus, let's say hapa times, na unaona hapa times imezidishwa tumepata hapa So minus hapa unaona tumepata zero. Imechukuliwa hii imetolewa na hii. Hakijabaki kitu tumepata zero. Ya, lakini pia kwa upande wa division, hivyo hivyo inafanya kazi vizuri tu. Let's say mfano tupo na a ambayo ni kumi, n, n ndio inamaanisha hii namba yetu ni big int. Then, 3n alafu tukasema tuchukue a ukigawanya na b, tumepata hapa tatu. Acha niondoe hizi, tumepata hapa tatu. Ah, sorry, tumepata 3 big int. Hii ina maanisha hii ni big int, so hakuna 3.33 division, matokeo yanakuwa ni integer tu, hakuna decimal number. Kumi gawa tatu tunafahamu ina remainder, lakini haijaweza kuonyesha hapa kwa sababu ndivyo ambavyo inafanya kazi, inakuwa inaleta result ambayo ni integer, lakini pia comparison operators pia inafanya kazi na big int vizuri tu. Unaweza kulinganisha big int na namba ikaleta jibu vizuri tu kama ni true ama false. Kwa mfano, let's say console.log tupo na big, big int yetu hapa 20 n, usisahau kumalizia na n, greater than 15 namba ya kawaida hii. Tunaona hapa tumepata jibu la true, 20 ni kubwa ya 15, ni kweli lakini pia unaweza kutumia hata aina nyingine ile ya comparison operators. Let's say hii strict equal ukapata ni false, sio kweli, sio sawa. Au unaweza kutumia ile equal na ukapata jibu la false, sio kweli. Kwa hiyo unaweza kutumia pia comparison operators kuweza kucompare mfano big int na namba kawaida. Pia unaweza kutumia bitwise operators, zinafanya kazi pia kwa big int. Bitwise operators zinatumia, unaikumbuka mfano hii hapa and bitwise operator Okay, sorry. Let's say hapa tuweke 5. Then 3. Error cannot mix BigInt and and other types. Yeah, kama unavyoona, tumeweza kujifunza tena hapa kitu hicho ambacho kimetokana na, na error tulioipata. Kwa hiyo hauwezi kuweza kutumia bitwise operators kuweza kufanya ile ulinganishaji baina ya BigInt na namba za kawaida. Hizi sana zinafanya kazi na big int kwa big int. Kwa hiyo hapa ingekuwa hii tatu inamalizikia na n, maana yake nayo ni big int, ingefanya kazi vizuri tu, kama unavyoona, imepatikana 1 n ambayo, ni kama unakumbuka, katika bitwise operator tumejifunza jinsi ambavyo hizi operators za bitwise zinavyofanya kazi. Zina convert kwanza hizi namba zetu kwenda katika binary, then zinabadilisha zile binary eh, kulingana na bitwise operators ambao tumeiweka hapo. So vitu vya muhimu vya kuweza kuvizingatia leo katika video hii, kwanza hakikisha ukiwa na namba ndogo tumia tu namba za kawaida. Ni vitu vya kuzingatia hivyo, tumia namba za kawaida, usije ukatumia BigInt kama utakuwa unafanya kazi na namba ndogo tu. Lakini sasa ukiwa na namba kubwa sana, mfano unafanya issue za cryptography, unacheki IDs namba, masuala financial data, tumia basi BigInt katika JavaScript yako. Itakusaidia kuweza kuondoa error mbalimbali ambazo zingeweza kujitokeza, ungetumia namba tu ya kawaida. Lakini vile vile usichanganye BigInt na namba moja kwa moja kwenye mahesabu yako. Sio kitu kizuri sana kuweza kufanya let's say, let a ni sawasawa na 10 BigInt, hii tunafahamu. Lakini pia ukawa na mfano variable nyingine ambayo ni b, ukaweka ni sawasawa na 5, alafu ukaja kuweka let's say console.log, then a ukijumlisha na b, haya ni makosa ambayo yanafanyika kwa hiyo hakikisha unaepuka sana kuweza kufanya makosa kama haya. Huwezi kumix big int na other types kwa kutumia explicit conversion, ndio error ambayo tumekutana nayo, tumepatiwa hapa kwa. Unatakiwa uwe makini sana katika kila ambacho unakifanya. Jaribu kutumia big int na big int kuweza kufanya calculation kama hivi, ama unatumia namba na namba kufanya calculation zako. So usichanganye big int na namba, hakikisha unaepuka sana kosa kama hilo moja kwa moja katika mahesabu yako kuweza kufanya vitu kama hivyo. So kama unahitaji kuweza kutumia kitu kama hicho, yani ufanye kazi na big int na namba kawaida, inakubidi basi uweze ku tunasema ku convert na ku convert vipi? Ninamaanisha nini? let's say tupo na a ambayo ni 10n. So, hapa hii B, kwa vile ni namba ya kawaida, I convert kwenda katika big int, unaweza kuandika kama hivi, big function yako hii ya big int, then hii B ikawemo ndani ya hii function yetu ya big int, maanake itakuwa converted na haitoweza kuleta error; italeta jibu moja kwa moja. Natumai utakuwa umeweza kunielewa kile ambacho nimekufahamisha hapa na kukuelezea. Sina la ziada leo katika video hii, hakikisha una like, una share na kwa marafiki kwenye groups mbalimbali, wapate kujifunza nao JavaScript hatua kwa hatua pamoja na sisi hapa. Una swali lolote, una maoni, kuna sehemu ya comment hapa, unaweza kushare na mimi maoni yako, swali lolote lile unaweza kuuliza, una cha kuchangia, unaweza pia ukachangia hapo. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine, katika video ijayo tutakuja kujifunza operators za aina nyingine, na natumai itakuwa ni string operators.